Naam ni sehemu ya tatu ya mwendelezo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA, e, Tundu Lissu ambapo anasimama hapa Lissu. Lissu anaanza kwa kumdodosa e, maswali ya hapa na pale kwa shahidi. Lissu anauliza shahidi, unanisikia sawa sawa? Shahidi anajibu sikusikii. Jaji humsikii kweli? Shaidi anasema namsikia jaji. Uh, Lissu anauliza habari za matarawe. Uh, shaidi anajibu nzuri tu. Uh, Lissu anauliza hapa uliandika maelezo polisi? Shaidi anasema ndio. Lissu anauliza ndio aye, ya tarehe ishirini na nne mwezi wa nne? Shaidi anasema ndio nilisaini pia Um, Mheshimiwa Lisu anaendelea hapa. Mheshimiwa Jaji naomba shahidi aonyeshwe ya maelezo yake ya, ya polisi hayo ya tarehe 24 ya, ya mwezi wa 4. Hayo maelekezo ni ya kwako? Shahidi wa anajibu ni maelezo yangu ndio. Mheshimiwa Lisu, Uzuri umesema mwenyewe kuwa ni mfuasi wangu. Sasa nikikuuliza ajibu haraka ndio au hapana ili tuendelee. Sawa bwana mkubwa. Shahidi anasema sawa. Lissu, naomba nisomee, nimsomee maelezo yake. Anamsomea hapa, anamsomea maelezo yake hapa, anasema: mimi ni mwanachama wa Chadema, sina kadi, lakini pia nilikuwa mfasi wa Mheshimiwa Lissu, hata kipindi anagombea wenyekiti wa chama hapa Songea. Nipo chini ya kiongozi wa vijana Esau, nimeshiriki pia kuchangisha pesa toni tonton nikishirikiana na kiongozi wa vijana na pia nimechangia elfu km kutokana na hali yangu ya kiuchumi. Ziara hiyo atakuwepo Lema, makamu mwenyekiti toa Mwaipaya. Baadaye nilipata taarifa mweshimiwa Lisu amekamatwa, na nilipomuuliza suciz, nikaambiwa taarifa rasmi nitapewa kwenye mkutano. Nilipofika ofisini niliwakuta viongozi na baadaye nikakamatwa. Leo nimekuja kuripoti, nikaletwa kwako na wewe unasema unataka kunihoji. Amemaliza kumsomea maelezo yake yote. Mheshimiwa Lisu anaendelea, ni wewe asoma, ndiyo maelezo yako? Shahidi anasema, yesi ni yenyewe na yako sahihi. Lisu na kuonyesha maeneo ya kukanusha yafuatayo: la kwanza tarehe nne mwezi wa 4 mwaka elfu mbili ishirini na tano uliona mkutano wa Lissu na waandishi wa habari; na pili, e, video ya mkutano inasema mwenyekiti alisema hakutakuwa na uchaguzi na wanaotaka kugombea wasahau; la tatu, uliposema unamfahamu mheshimiwa Lissu. Anamsomea maneno kadha kadha hapa ambayo atamuuliza maswali. Mheshimiwa Lissu, je, ungependa maelezo yako yawasilishwe mahakamani kama ushahidi. Shahidi anasema yawasilishwe tu. Nam itaendelea e, sehemu ya yani nne katika mfululizo wa e, kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema akiwa na shahidi anayejulikana kwa jina la P2.